Watu wa ngome ya Wagaba lazima wavuke mto. Hakuna njia nyingine, mpaka tuvuke mto Tendegule. Mtu yeyote atakayesubutu kuvuka mto na kata kichwa. Ukivuka mto utachokoza vita. Naomba tusiingie kwenye vita hii. Unazungumzia nini vita? Mimi sipo tayari ngome ya Wakasi kuingia kwenye vita. Wakasi sio waoga, na uoga kwetu ni mwiko. Ngome anataka kuingia kwenye vita, unanificha mimi, mke wako, mimi ndoa. Nitapambana kuilinda ngome yetu ya Wagaba. Ngome ya Wakasi ni lazima wavuke mto kwa gharama yoyote na damu itafanya. Mimi natizo gani? Kila binti mlembo hapa ngomea Wagaba una mwaidi ndoa huna hadhi ya kuwa mkwe wangu. Mama, wewe mtendee haki nakumbuka hadhi yako kwangu ndio nakumbuka. Mtoto wa Nguruza hanitaki mimi, baba yako mtemi mwenye gumba anagawa madaraka kwa mtoto wa kike. Hizi habari umezipata wapi? Nashiriki vikao vyao pasipo wenyewe kujua. Wagaba na Wakasi ni mbili. Ingawa tumetenganishwa na mto Tendebuli, Wagaba na Wakasi ni maasimu wakubwa. Nani kakwambia ni ndugu? Hatuwezi kukubali Wakasi kuchukua mto wetu. Wagaba! Yeah. Yeah. Nataka siku hiyo mshale wako kipanga umalize. Sijakuelewa mtemi. Una maana gani? Nataka kuuliza mimi sikia kuvuka mto. Sasa utamjua Nyabiso binti Kilama yeye ni nani. Lugame umekuja kufanya mapinduzi? Hapana baba. Nimekuja kuleta ukombozi. Nataka kurudi kwenye asili yangu. Nani kakuruhusu kukalia kiti cha mtemi Munyigumba? Nimejiruhusu mwenyewe. Kwani unasemaje? Toka nje ni Nikichuguka kama mtu akakupata hadi nyumbani kwako. Sitaki kukuona mbele ya mto wangu. Mimi ndo nilio mnusulu mtemi Mwenyigumba asipigwe afipigwe na mshale kwenye nyongo ya mama. Babangu anaendeleaje? Mapigo yake ni ya chini sana lakini bado hajafa. Kwa nini mpaka sasa mtemi Mwenyigumba bado yuko hai? Hapo ndo tulipo kurogwa mama. Zita, mshale umefanya nini? Hiki ni kipisi cha mshale kilichokitoa kwenye mwili wa mtemi mwenye Guba.